Dada ya Lidia, mm. Karibu. Asante. Wewe umetokea wapi na umetusikia wapi? Nilikwepo hapa hapa da. Rafiki mm -hmm. yangu dada wangu ayari akanangia naenda kwa mama damu Yes, atakusaidia kupata kazi. Mhm. Mm nikamwambia sina namba yake, like. Akanambia, yaani wewe una simu kubwa alafu una hata TikTok. Mm -hmm. Google TikTok. Mm -hmm. Nikakuta, nika mm -hmm. nikaangalia content zako, mm -hmm. nikakufollow. Mm -hmm. Chukua, huko huko. Mm -hmm. E. Mm -hmm. Chukua namba zipo huko huko. Akanambia dada, bwana mimi sielewi, akanambia bwana, wewe chukua namba. Nikamwambia dada, naogopa. Akanambia usiogope, mimi nishawahi kwenda pale kipindi cha nyuma. Eh. Mm -hmm. Nikamwambia basi sawa dada. Okay. Kachukua namba nikakaa kama mwezi mmoja, nikasema saa hivi sina kazi, ngoja nimpigie. Ndo mm. nikapiga bati nzuri nikapokelewa na wadada wazuri okay. Wakanielekeza, nikafika, wakanipokea vizuri. Kwa hiyo nikujua kupitia rafiki yangu ndo aka ambaye anasema alishakuja hapa, alishawai kuja hapa hapa. okay, kwa hiyo yeye saa hivi anafanya nini? yeye ana ishu yeah, zake ana ishu zake, zake. kashajipatia yeah, mtaji wake saa hivi uko kwenye biashara. Wow, hayo ndio maono ya mradi wetu. E, wayo e. Mm. Mm. Kwa hiyo umekuja kwa ujasiri. Ndio. Kwa sababu umeambiwa na rafiki yako ambaye alishapita hapa. Safi kabisa, Dada Lidia. Ndio. Basi tunakukaribisha. Kwa hiyo, we, malengo yako ni nini? malengo yangu kuna mm -hmm. hapo, na wadogo zangu nawasomesha. Kwa hiyo mwakani anamaliza, kwa hiyo baada ya hapo, Mungu akisaidia, na mimi nataka kutafuta kiwanja, ninunua kiwanja nyumbani. mm -hmm. Nyumbani ni wapi? Dodoma. Dodoma ndio nyumbani. Kwa hiyo kwa sasa unataka uwasaidia wadogo zako wanasoma. Mmezaliwa wangapi? Kwetu tumezaliwa watano, mimi ndo wa kwanza, kwa hiyo na wadogo zangu wanne ambao wapo shule. Wazazi wako wapi? Baba na mama wame Tengana, tengana. Watoto okay. Wote tunaishi kwa mama baba yeah. Yuko mkoa mwingine, sijajua ni mkoa gani lakini okay. E, ni mtu ambaye anasafiri, safiri sana mm. Mm. Okay Deo. Na we mwenyewe labda umeishia kielimu umeishia wapi? Darasa la saba. Baada ya hapo umekuwa unafanya nini? Nilivyomaliza tu darasa la saba nikamwambia mama, sitaki kukaa nyumbani mm -hmm. Kwaiyo nikaanza kazi, kazi, kazi ya kwanza gani? za ndani. Okay. kwa kwahiyo kazi wow, ya kwanza nilianza Ifakara. mm -hmm. kazi ya pili nilienda Dodoma, japo Dodoma sikukaa sana, nikaa kama miezi mm -hmm. sita au saba mm -hmm. nikaondoka, ndo nikaja huku daa mm -hmm. nikakaa kwa mtu miaka miwili mm -hmm. huyu mwingine nimekaa miaka naye miwili mm -hmm. huyu mwingine mmoja mm -hmm wa tupe experience toka umeanza kazi mm -hmm. za ndani ulianza unalipa mshahara kiasi gani, na mpaka mara ya mwisho ulikuwa unalipa shingani? Mshahara wa kwanza mi nilianza kulipa ilikuwa ni elfu sabini. Mshahara wa kwanza, e. e. ni elfu sabini. Mshahara wa pili akaja tisini, huyu wa tatu pia alikuja tisini. mm huyu -hmm. mwingine mm -hmm. ndo akaja laki na ishirini. Kwa hiyo sikuanzia, ndo ukaishia hapo e, ndo umeishia hapo kwenye okay laki, yeah. okay. kwetu, mshahara, mshahara, unaanza laki na nusu, na ishirini sawa. Huku kwetu umeambia mshahara mshahara unaanzia shingapi na kuendelea kadiri utakavyofanya bidii na jitihada, na mshahara mshahara umeona dada hapa dada ya nani Rita eh, alikuwa laki mbili, sahivi anaenda laki tatu. Huku kwetu ndani ya mwaka tu mshahara wako unaweza kubadilika eh, aichukui tena miaka mingi ya kwa hiyo unaonekana wewe, kazi za ndani sasa utakuwa umeshazijua maana... e. mm. nimeishi na watoto mm -hmm. Nimeishi na mabosi ambao wana watoto, kwa hiyo nazijua, labda tu ni kuelekezana: dada, mi nyumba wangu nataka iwe hivyo, watoto wangu nataka iwe hivi. Haya, karibu sasa huku kwetu. Uh, unaweza uka, uka kwa sababu wewe malengo yako bado ni makubwa Dea. E, unataka usaidia wadogo zako Dea. nafikiri hicho kitu ni endelevu Dea. alafu unataka ujenge Dea. kwenu. Kwa hiyo una safari bado ndefu kidogo, kama utataka kufanya hivyo vitu kwa kutumia mshahara huu wa kazi za ndani, maanake inabidi kwanza uweke jitihada sana kwenye kujiboresha Dea. ili angalau uweze kutoka kwenye mishahara ya laki na nusu uende kwenye hii ya laki tatu eh? Dea. lakini pia nafikiri Uh, kwenye sasa kutafuta biashara maana huwezi kuendelea, huwezi kuzeekea kwenye hizi kazi. Ndio, nikaona nimepata kipato changu nikaenda kufanya biashara yangu kabisa, ndio, lakini sio kwamba malengo yangu yote nitatimiza nitatimiza hapa, nataka <inaudible> tu nipige hatua ili <inaudible> nikiondoka, nasema ah, wajukuu zangu nilikuwa nafanya e, eh, kazi hii hii. Nyumba yangu nimejenga kupitia kazi hii e. sawa sawa, mm. E. yeah, inawezekana kabisa e, kwa mishahara hii tena, sio tu yaani, kuna wadada kadhaa wengi Ndea. ambao wanakujenga na vipaumbele vya kujenga na wanajenga kupitia Ndea. kazi hii, mtu akimaliza mkataba wake anakwambia nimefanikiwa kujenga, Ndea. na wameweka na bati ya msau, tena wanasemaga ya msau, sio bati ya kawaida <laughs> kwa hiyo yani ni vitu ambavyo vinawezekana. Ndea. ni ile tu kwamba we mwenyewe malengo yako umewekaje? Vipaumbele vyako ni nini? Kwao mi nachotaka tu kukusisitiza ni kwanza, unapokwenda kazini kupitia huu mradi wetu nenda, kama unaenda shule Mdia. usiende kama umefika. Ukienda kama umefika hautaongeza ujuzi, ila ukienda pale kama unaenda shule, maanake utakuwa utaweza kujiongezea maarifa zaidi, ili lengo ni kwamba uweze kwenda kwenye daraja la dada ambaye ni smart Ndea. Dada ambaye ni smart, sisi tunataka dada ambaye anaweza kujituma mwenyewe Ndea. Bila bosi wake kumsimamia, umeona eh, na kuweza kufanya yale majukumu vizuri. Mimi tume tunakaribia kutoa mwongozo wetu wa namna ya kuweza kuwasaidia wale ambao wanataka kupanda kuwa smart dada, na, na nimesema hapa kuna hayo mafundisho ninayofanya nje ya hapa yatakayoweza kuwasaidia. Kwa hiyo kwa dada yote ambaye anania kweli ya kuwa smart, anaweza akaingia kwenye hiyo program, ikamsaidia, ikamwongoza namna ya kuweza kufika kwenye hiyo level, na kwa sababu huko kazini kwako inakuwa ni, kwa kwa ni rahisi sana kuliko yule ambaye yuko tu nyumbani. Ya, mtu ambaye yuko kazini ni rahisi kufanya kufanyia kazi yale utakayoelekezwa na ukatuka kupima kwamba kweli sasa wewe unafaa kuwa smart na utakapomaliza mkataba wako basi unaenda kwenye mshahara wa juu. Sinanielewa, e, kwa hiyo natarajia na we nimekuona uko sharp kichwani, uko vizuri. Natarajia kwamba haya utayafanyia kazi na utakuwa ni dada ambaye utakwenda kutangaza vizuri mradi wetu wa okay, Wadada Center, yaani utakuwa ni dada bora kutoka kwenye kituo hiki si ndio? E, basi mi nakukaribisha e, na nakutakia kazi njema, nenda kapambane, lakini kumbuka kutoa huduma bora kwa bosi e. Nimeyasema wakati naongea na, na dada Rita na eh. E, umeyasikia yazingatie, yeah hela yako iko kwenye ubora wako wa kazi. Bosi akisema sio kwamba anagubwa na mdomo hapana, ni kwamba deem kuna kitu akiko sawa na uwezo wako huko chini, jitahidi kujiongeza mpaka aridhike na ile utendaji wako, idha ni wa kupika au ni wa usafi au ni namna unavyoishi na watoto wake. Anapogomba au anaposema kuna kitu akijakaa sawa, wewe, ile ndio shule inaanza pale kwamba kwa nini hiki bosi amesema akiko sawa nifanyeje? Ili kiweze kukaa sawa, hapo ndio unapata ile hekima ya kujifunza na kujiboresha. Kwa hiyo kija kumaliza mwaka hapa tunaongea habari nyingine, sio Lidia yule wa traditional dada. Huu ni Lidia ambaye ni smart, sinaelewa e, karibu karibuay